E bana, leo katika chukua hiyo itakusaidia, nataka nikusanue kwamba unaambiwa tangu mwaka 2012 Brazil ebana, ilianzisha mpango uitwa Remission for Reading unaowaruhusu wafungwa e, kuweza kupunguza vifungo vyao kwa kuweza kusoma vitabu na kuandika ripoti. Kwa kila ripoti kitabu itakayokubaliwa na mfungwa huweza e bana, kupunguza siku nne za kifungo, na anaweza kusoma hadi vitabu 12 kwa mwaka, hivyo kupunguza kifungo cha siku e, hadi 48 kwa kila mwaka Lem Lengo la mpango huu ni kukuza usomaji wa fikra za kina na maendeleo binafsi kwa wafungwa, ili sasa kuweza kusaidia kurekebisha tabia na kuweza kujiandaa sasa na maisha e, ya uraiani. Washiriki huchukua vitabu kutoka kwenye maktaba za gereza ambazo zina vifaa vya Braille, vitabu vya sauti na vitabu vya lugha mbalimbali kukidhi mahitaji e, bana tofauti tofauti. Baada ya kuweza kusoma, mfungwa hupewa siku kumi kuandika tathmini inayoonyesha e, uelekeo Ripoti hizo hupitiwa na kamati yenye walimu, maktaba na wawakili wa jamii. Mpango huu e e, kadha e, kutoka ndani na nje mipaka